Tumekuwa naye pamoja papa Gendi, tunamjua tunamfahamu. Ni kijana ambaye hana shida, ni kijana ambaye ni msikivu, ni kijana ambaye tulikuwa tukimwomba msaada huwa anatusaidia kwa haraka, hapendi unyanyasike anko tumekana sana, tujue kusikia ugomvi wowote kwake Maneno gani? Tulisalimiana tu kama ndugu. Kaka shikamo, kasema maraba. Dada vipi? Nikamwambia poa. Kanambia unaenda kazini, nikaambe maneke mimi huwa nauza sokoni pale selentini dungua. mm, mm, pengine kama nakabiliaa Hapana, manake anko ni mcheshi tu hata kama akiwa na shida yake, na nyamazia garo. Kwenye saa kumi na moja kasorobo nilipigwa na, na, na simu na balozi akaniambia njoo tukutane hapa kwa, kwa anko. sasa kwa kweli nilijiandaa kwa, kwa haraka zaidi nikakimbia nika nikaja nikamkuta. Tulipofika tulikuta geti limefungwa. Baada ya geti kufungwa, balozi akam, akamgongea mama mwenye nyumba mama kafungua nyumba tukaingia, mama yuko ndani, lakini tulikuta kama vile wanaangaika. Sasa kumuuliza balozi ni nini, akaniambia mama huyu kanipigia simu kwamba mume wake analia ndani, na si baadaye tukamuuliza kama hapa ni kwako na mwanaume analia ndani, kwan, ni mume wako? kwani hujaingia? Sasa sijaingia, umefungua mlango, sija, mlango wazi, mimi siujui, nalala chumba kimoja hatulali chumba kimoja. Kweli hawa watu walikuwa na mgogoro wa muda mrefu na mke wake, ulisuluhishwa, wakarudiana, wazee walilimaliza wali hilo. Lakini baada ya wazee wale kulimaliza hilo jambo, tuka, tuka, tuka kuta tena wametengana. Lakini kulikuwa, kun, yani, kulikuwa kuna mambo ya ajabu. Kuna simu za kutisha zilikuwa zinapigwa kwa mtendaji, zinapigwa kwa balozi, kwa mwenyekiti wa mtaa, kwa polisi kata, na message zinaandikwa lakini wazee kina mama walijitahidi, mpaka wasimamizi wa ndoa walijitahidi kwa ajili ya kusuluhisha, ile jambo liligoma. Waka, wakaenda wazee wawili likaisha, lakini baadaye tukakuja kujikuta tena wameachana, kuja tena kuachana, wametengana. Baada ya kutengana tena imechukua kama mwezi na kitu ndo ghafla tukalikuta ile tukio, lakini huyu bwana usiku alikuwa anaangalia mpira kijiweni mpaka saa tano. Mlikuwa naye? Ah, mimi sikuwa naye lakini yule alipokuwa anaangalia mpira aliniambia na waliokuwa wanaangalia nao mpira walisema tulikuwa nao kijiweni. Message alikuwa anatuma bwana mmoja, sio, anasema yuko Dodoma na mwanamke hapa nyumbani. Sisi tulipoingia hakuna mlango wote ulio, kwanza geti limefungwa mlango haujavunjwa kwa ndani ufunguo umeninginia lakini mlango uko wazi. Balozi alipouliza kwamba mlango mlango huko wazi, mwanamke anasema sijui. Balozi aliposukuma ule mlango, mlango huko wazi. Tuliingia wawili kukuta mtu amekufa, lakini damu bado ilikuwa ni mbichi, hata maji na damu ilikuwa bado hajajitenga, ilikuwa ni kidogo. Kwa sababu ni tukio ambalo halijawahi kutokea, mimi zaidi ya miaka thelathini niko hapa, lakini halijawahi kutokea tukio kama hili. Povu ilikuwa itoke mdomoni, povu imekuja kutoka baadaye, lakini damu bado ilikuwa ni mbichi, na tukio lilivyokuwa linaonekana, lilikuwa linaonekana halijapita hata li sali moja. Mmekuta hmm, nini huko ndani? Mmekuta nini? Sasa si baada ya kukuta na kuzunguka hatukuona kitu yote, lakini tulikuja kuona huyo mtu aliyefanya ile tukio alipotokea. Ame, amekanyaga kitanda, amepanda ukuta, juu ukuta ameruka kwa hiyo kwa ndani na ukutani, na pale alipoteremkia kwenda nje. Tulikuta kwamba kuna damu. Lakini mwanamke hakuwa na wasiwasi wowote na hakuwa na shida, lakini kulikuwa kuna mgogoro zaidi ya miaka mitatu ye na mke wake kuhusu masuala ya pesa, kuibiana pesa. Aidha maswala ya kimapenzi hakuwa na mahusiano ma na, na mke wake kimapenzi zaidi ya miaka miwili, lakini mwanamke alikuwa na mapenzi tofauti e, mwili ume, yani, shingoni upande wa kulia umechomwa kisu una tundu kubwa, upande wa kushoto umechomwa kisu una tundu kubwa, kwenye koo hii sehemu ya hapa imechinjwa kisu, ni kama vile imetingishiwa, kwa jeraha lake lina urefu kama inchi nne, kwenye kisogo hapa nyuma imechomwa kisu imetingishiwa jeraha na kama nchi tano kwa sababu kisu, unajua unapoifanya hivi, si nakata ile nyama, kwa jeraha ilikuwa kama ya, ya nchi tano iliyokuwa kwenye kisogo mm, asante. Lakini kawaja nikamchukua balozi, tukaongelea hapa nyumbani kwake, tukariziana tuka wote pamoja kwamba atarudi nyumbani, wataelewana, watakaa pamoja. Kilichoendelea pale sikujua mimi, najua kwamba wako pamoja lakini kwa taarifa ambayo nilisikia kwamba balozi anasema ndani ya mwezi mmoja walishaleteana shida tena, kila mmoja na kazi yake chumbani kwake. Kwa maana hiyo hiyo, maelezo ya kwamba ya kwamba ndani ya mwezi mmoja walishaleta changamoto kwamba kuna ugomvi tena, ndo ni taarifa niliyopata leo. Tukio hili ni kubwa, ikaonekana kwamba tukio hili japo ni kubwa, lakini inaonekana hata jirani hajasikia. Nyumba hizi zimeshikana, lakini hata kelele hawajasikia. Tumekutwa ni mtu amechinjwa kama mnyama ng'ombe, basi. Na huyo mtu amefanya jambo lake alikusudia Tayari tuyo ee, kuna... na kupoteza maisha. Nyumba haijavunjwa navyosikia, kwamba kuna kwamba huyu mama ana mahusiano na mtu wa nje. Sasa tumechukua tumetoa ripoti kituo cha polisi, ndio jinsi mnavyoona kwamba askari wamefika hapa, umati wa watu ni wengi, ni kifo cha kusikitisha. Ndugu yetu kama mwezi wa mwaka jana hivi ni mfanye biashara, ile biashara imeshindwa. Kwa hiyo akawa nasumbwa sana na mke wake, maana vikao vingi hapa tumesha kaa, anab mkenani dharau, anaenda kutembea saa sita za usiku, siku nyingine apiki afanyaje? Sasa kwa hiyo kama mtu hatoki ndani